Mali imeingia katika hatua ya hatari ya kuvurugika kwa usalama huku makundi ya kijihadi yakitekeleza utekaji wa wageni kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa na kuacha wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali wa uwekezaji, diplomasia na uthabiti wa eneo la Afrika Magharibi. Hii ni Trigen Media. Ongezeko kubwa la ukosefu wa usalama linaripotiwa kutamalaki nchini humo. Hii ni baada ya makundi ya kijihadi kufanya utekaji wa kutisha dhidi ya raia wa kigeni waliofika nchini humo mwaka huu ambapo inaarifiwa kuwa kati ya mwezi Mei na Oktoba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano raia wa kigeni kuanzia ishirini na wawili mpaka ishirini na sita wameripotiwa kutekwa, kiwango kinachotajwa kuwa cha juu mno kuwahi kutokea nchini humo. Hii ni kwa mujibu wa mradi wa takwimu za matukio na maeneo ya migogoro ya kivita yani ACLED unaokusanya na kuchanganua takwimu za migogoro, mashambulizi, maandamano na matukio ya vurugu duniani. Idadi hii ni karibu mara mbili ya ile iliyoripotiwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, ambapo raia kumi na watatu tu wa kigeni walioripotiwa kutekwa kwa mwaka mzima, miongoni mwao wakiwa raia wa China, India, Misri, Falme za Kiarabu na Irani. Lakini pia wamekuwepo raia kadhaa kutokea eneo la Balkans ikiwemo Miss Libya, Croatia na Bosnia. Visa hivyo vinahusishwa zaidi na muungano wa kundi la kigaidi la Jamaati Nusurati al-Islam wal Muslimin, yani JNIM, lenye uhusiano wa karibu na kundi la kigaidi la Alqaida linalofanya operesheni maeneo mbalimbali ya ukanda wa Sahel. Wataalamu wanaeleza kuwa utekaji huo sasa umekuwa chanzo muhimu cha kile kinachoitwa jihadi ya kiuchumi ya kundi la JNIM. Kiasi cha fidia ili kuwaachia mateka kimeripoti wa kufikia viwango vya kutisha mno, ambapo katika tukio moja tu kundi hilo hudai kupata hadi dola milioni hamsini ili kuwaachia huru. Waathirika zaidi wakiwa raia kutoka Falme za Kiarabu pamoja na wasaidizi wao, zaidi ya kufadhili shughuli za kigaidi. Mashambulizi haya kigaidi, ya kigaidi yanatajwa kudhoofisha uwekezaji wa kigeni na kutikisa zaidi mazingira ya kisiasa na kiuchumi ambayo tayari ni dhaifu nchini Mali kwa kuwa wahusika wa kimataifa wanazidi kulengwa. Hali hii sasa inaibua hatari kubwa kwa diplomasia, miradi ya maendeleo na usalama wa eneo pana la Afrika Magharibi. Hii ni TriGen Media.